Na, mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya Resty kuruka live na kumsema Nifa kuhusiana na kile kitu ambacho kimetokea kumhusu Faima, basi moja kwa moja hii issue bwana imemkera Nifa mwenyewe, na Nifa akaenda ku comment pale pale katika ukurasa wa Resty wakati yuko live, akaja akamwandikia ujumbe ambao unaonyesha kwamba amemwahidi kwamba atamchukulia hatua za kisheria kwa hiki ambacho anachokifanya, ni kama vile anatafuta kiki kupitia jina lake kwa kumkashifu. Basi yeye Nifa ametangaza kwamba atamchukulia hatua za kisheria. So hapa kuna comment yenyewe, nataka nikusomee, lakini pia nataka nikusikilize response jinsi ambavyo huyu Resty alivyojibu, alivyomjibu Niffer baada ya Niffer kwenda katika live ya, ya Resty na, ku, na kumtishia kwamba atamchukulia hatua za kisheria. So Niffer, Niffer bwana ameanzisha kasongo yeye, hapa ameandika kwamba wakati Resty yuko live akaja akacomment hapa katika live yake, akasema kwamba bwana, huwa anakukalia kimya, naona kabisa kujibu siwezi sasa, kwa hili tutaenda sawa, sikupi mimi chipu publicity. Akiwa anamaanisha kwamba awezi akampa promo ya bule ya bule bule. Umeona bwana, kwa hapa kuna page imekuja kuripoti, ikiwa imesema kwamba bwana, nendeni kwa rest yupo live anamuongelea Nifa, na aoneni hiyo comment ya Nifa. Kaingia kwenye live yake. Nyie hii vita mbona kubwa, na safari hii Nifa hataki masiara kabisa, sijui atamfungulia kesi au vipi, ila vita bado mbichi. Umeona bwana, hicho ndo kinachoendelea huko mitandaoni, na watu wanapenda kinachoendelea, wanasema kwamba yep mjini kumeanza kuchangamka. Lakini pia Resty mwenyewe alivyoona hiyo comment na watu kumwambia kwamba Niffer ameamua kwamba atakufungulia kesi kwa hiki unachomfanyia Resty, akajibu hivi, natakapomsikiliza kuna watoto wadogo naweza wakawatishia. Kuna watoto wadogo, sio sio mie, kontawa kwa Ko... mm, kontawa kwa kontawa, tayari shatumia screenshot yake hapa, alichokiandika, nikimaliza hapa nawapostia ati ati ha-ha-ha. Ah, safi kabisa, anamtishia nani, ati mimi nielekeze Yeah, so hicho ndicho alichokijibu kijibu e. Resty amesema kwamba akawatishia watoto wadogo sio yeye. Ontw huyu Resty bwana ni mtoto wa mjini yani, yuko hapa tauni muda mrefu. Kwa hiyo anadai kwamba vitu kama hivi yeye haviwezi vikamtisha kwamba eti mtu amfungulie kesi. Anakuambia kwamba hawezi ukamtisha, anakuambia watoto wa town bwana hawaogopi kesi yep. <laughs> watoto wa mjini hawaogopi kesi hata siku moja. Ni yani, kesi ndo maisha yao, kesi kila siku, kesi wanazitaka. Sa so, ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.